Shule ya msingi ya Kanduyi DEB ni kati ya shule ambazo zimesikika kufanya vizuri mno katika matokeo ya mtihani wa darasa la nane. Ikiwa ni siku ya kwanza kwenye mhula wa pili, idadi ya wanafunzi ikiwa chini, mwalimu mkuu wa shule hii Heneth Mulimba akiwataka wazazi kuwaleta wanafunzi shuleni haraka iwezekanavyo, kwa kuwa wana muda mfupi sana ya kujiandaa kukalia mtihani wa kitaifa mwisho mwaka huu. Tunaandaa watoto hasa wale wa gredi ya sita na wale gredi ya nane ambao watafanya mtihani wa kitaifa. Gredi ya sita watafanya ile mtihani inaitwa Kenya Primary School Education Assessment, ambao kwa fupi tunaita KEPSEA, na wale ya gredi ya tisa watafanya ule mtihani unaitwa Kenya Junior School Education Assessment ama KJSEA, ambapo walimu wanaandaa katika hiyo hali ya kufanya mtihani e, lile jambo ningehimiza wazazi ni ya kwamba kila wakati tunapofungua shule, naahimiza ya kwamba wawe wanaachilia watoto wao wao wanakuja shuleni siku ya kwanza, sababu walimu wako lakini madarasani, watoto ni wachache sana, hasa hata wale wa kufanya mtihani wa kitaifa. Watoto sio wengi wamekuja, chini ya nusu ya, ya, ya, ya wanafunzi. Hata hivyo, Mlimba ameshukuru serikali kuu kwa ujenzi wa madarasa gredi ya tisa na kuiomba serikali hiyo kuanulia vifaa muhimu ya kuwasomesha wanafunzi kama vile kwenye mahabara ya sayansi na tarakilishi zitakazowawezesha wanafunzi wale kuwa na uzoefu usemi wake ukiungwa mkono na mwalimu anayesimamia somo la kompyuta Janet Omina akisema kuwa licha ya kompyuta hizi kuonekana katika darasa hili zilikwisha haribika na kwa hivyo itakuwa ni bora zaidi iwapo serikali itaingilia kati na kununua kompyuta ili kurahisisha masomo katika taasisi za elimu humu nchini. Kwanza nawapatia pongezi kwa kutupatia madarasa ya gredi ya tisa A, sisi kama Kanduyi DEB tuna hayo madarasa, wanafunzi wanasoma hatuna shida. Uh, ile shida ambayo tunayo kwa sasa, kuna ile kitu inaitwa learning resource center bado hatuna, na laboratory pia hatuna. Serikali ikiweza, uh, ikitaka hii CBC ama CBE ifaulu, ni ya kwamba wajaribu vile walivyofanya na madarasa, wahakikisha kwamba kila shule pia ina learning resource center na laboratory, ili wanafunzi wasome practicals kwa usawa. Changamoto yetu ni tuna kompyuta hapa ambazo ni za kale sana na hazifanyi kazi, na kuna masomo ambayo watoto nitakana waje watumie hizi kompyuta katika kusoma. Kwa hivyo tunajipata, tunafunza tu na hawafanyi mazoezi, kwa sababu kompyuta hazifanyi kazi. So they just learn theoretically. We just show them. Kwa hivyo ningependa tu kuhimiza serikali kama wanaweza kusaidia to equip these schools with computers. These computers are needed. Yote hayo, mwalimu mkuu wa shule hii Heneth Mulimba ameipongeza idara husika kwa mafunzo ya mara kwa mara kwa walimu wanaokwenda kupata masomo zaidi maarufu retooling, ili kufanikisha mfumo huu wa CBE. E, Teacher Service Commission kila uh, mapumziko ama kila tunapofunga shule inaitisha wale walimu ambao wameajiriwa tayari, wanaenda kupewa mafunzo zaidi vile inatakana waje wafunze uh, grade ya nane grade ya saba na grade ya tisa, ile ambayo inaitwa retooling. Hiyo uh, programu ni nzuri na, na naomba serikali iendelee na hiyo programu na iendelee kufanya retooling, ndio walimu wapate uh, uh, manufaa zaidi, ambapo wakirudi wapatie watoto hayo manufaa ambao wamepata huko kwa rtuli sani matano. Shule ya msingi ya Kanduyi DEB eneo bunge la Kanduyi kaunti ya Bungoma.